Asante kwa majina, mi naitwa William Marco Panga. Uh, mi ni mzaliwa wa, wa Karatu mjini hapa mkoani Arusha na niko hapa Meru Sober House, ipo ipo Njiro Kiserian. Nimefika tangu nimefika hapa mnamda miezi mitatu, na tatizo kubwa ambalo imenifikisha hapa ni tatizo la la pombe tunasema ni addiction ama uraibu wa pombe. O, tatizo langu kubwa limenifikisha hapa kwa kama nilivyosema, nipo hapa na muda wa miezi mitatu. Kwa haraka haraka nikiwa brief kidogo uh, nina miaka saba tangu nimeanza kunywa pombe, lakini miaka mitano minne nyuma pombe ndio ilionekana kuwa tatizo kwangu. Nimeanza kwa kunywa pombe baada ya kumaliza kidato cha sita nikaendelea kwenye pombe nikiwa chuo. Baada ya kutoka chuo, baada ya kuingia kwenye majukumu mwaka elfu mbili na kumi na tisa nilipata bahati ya kwenda kusoma Nairobi, kuendeleza masomo kule, ndio ilipoonekana tatizo zaidi, baada ya kuanza kuchanganya na kutumia madawa kulevya na mengine kama mirungi, bangi na kadhalika. Kituo kinasaidia, nikizungumzia Meru Sober House kama kituo ambacho nipo na vingine vyote vasobwa kwa wawekezaji wanaofanya uwekezaji wa wa aina hii, mimi nikiwa kama shuhuda au kama shahidi wa kuwa mahali hapa, naweza nikasema kinasaidia. Kwanza, jambo la kwanza ambalo linakusaidia ni kukufahamisha kitu ambacho wewe ulikuwa ufahamu. Mimi binafsi sikuwahi kufahamu kwamba pombe inaweza kuwa tatizo kubwa. Sikuwahi kufahamu kwamba pombe, kwa pombe, linaweza likasababisha matatizo makubwa. Sikuwahi kufahamu kwamba pombe ni sehemu kimojawapo cha madawa ya kulevya. Sisi kama sisi tunasema pombe ni madawa ya kulevya, kwa sababu naamini kitu chochote ambacho kinaingia kwenye akili yako na kubadilisha mfumo wako wa kufikiri ama kutenda, tayari hicho ni dawa cha kulevya. Lakini siwezi kwenda ndani sana kuelezea hayo, lakini ile kitendo cha kufahamu kwamba pombe ni tatizo kwangu, ni faida mojawapo. Lakini mabadiliko kama mabadiliko, siku zote yanakuwa ni kwa ajili ya mtu mwenyewe. Mtu mwenyewe ana nafasi kubwa sana ya kuamua kutaka mabadiliko. Kwa hiyo kama kweli tutakaa kwenye vituo kama hivi kama vya soba na tukioneshania kubandika yote yanawezekana. Kama kuna masomo ambayo tunapata na kusaidia, kuna program ambazo tunazifanya huko zinatusaidia kutuliza akili kupata utulivu. Kwa hiyo yes, ina faida kwanza kabisa familia, ndugu, marafiki na jamii kwa ujumla. Ufahamu na uelewa wao uh, juu ya sehemu za soba ni mdogo. Watu wengi wanaamini kwamba soba wanakaa sehemu vichaa ama watu ambao hawajielewi lakini sivyo hivyo. Soba ni sehemu ambazo siku hizi leo ndio mojawapo ya kusaidia watu wengi, lakini pia familia zifahamu kwamba pombe inaweza kaleta athari kubwa hata za kwenye akili. Kuna watu tunaona kama wamepoteza mentali, wamepoteza uwezo wa kufikiri. Unaweza wakasema kuna mtu amekuwa kichaa, akili yake imefituka, pengine tukaamini mambo mengine, tukaamini mtu amelogwa, tukaamini mtu amefanyiwa kitu fulani, tukaamini mtu amelishwa, tukaamini mtu anafanya maksudi, lakini kumbe wanakana mtu mwenye tatizo. Kwa hiyo miaka mingi sana ya nyuma hii nafasi haikuwepo, waraibu wengi ama watu wengi wenye matatizo ya pombe, kwa sababu wanakuwa karibu na kufanya mambo ambayo yapendezi sometimes, na hata mambo ambayo yako tofauti na sheria zetu, wanaishi jela, wengine wanakufa. Lakini leo hii naona watu wanafika kwenye hizi nyumba, wanasaidika na wanafanya maisha yao. Kwa hiyo kutoa rai tu kwa familia, kutoa rai kwa ndugu, marafiki, watu sio kuwatenga watu, ni kuwaleta sehemu kama hizi waweze kusaidika. <tuhi> <tuhi> mmoja kati ya vitu ambavyo mimi natamani, mimi bahati nzuri, namshukuru Mungu nimezaliwa kidogo kwenye familia yenye riziki, wazazi wamepambana, wamefanya jitihada kubwa kutufikisha na kutusomesha. Kwa hiyo maono ya kwangu na familia ilikuwa nijia kusimamia uh, biashara uh, biashara za, za, za, za nyumbani. Tunajihusisha na miradi mingi sana, masuala ya utalii, biashara ndogo hizi, biashara zaabia kondotua nkubwa ilikuja kuwa msaada um, kwa familia, kumpumzisha baba kidogo akae nami ni fana, lakini mambo yakuenda vile natakiwa okay, Asante. Kwanza kabla sijazungumzia serikali nizungumzie kitu kingine kuhusiana na hizi soba ambacho pia nimekiona kwenye hizo soba huko niko hapa. Si watu wote wenye uwezo wa kuleta mahali hapa. Nimeshaona kitu ambacho viongozi wetu wanafanya ambao pia walikuwa na matatizo kama ya kwetu. Kitu ambacho leo wanakifanya ni pia na kufanya misaada. So kila ambaye tunakaa naye kundana na uwezo wa kufika mahali hapa kwa sababu sehemu pia inahitaji gharama, sio? Na inabidi watu walale vizuri wale vizuri na wao wengine. Kwa hiyo mwisho wa siku se, sobe anakuwa anafanya sehemu yake na wasaidia, lakini kiuhalisia mwisho wa siku wanakuwa hana mambo mengine wanapenda kufanya wanapotoka, na kwa sababu hatuwezi kaa hapa milele. Kwa hiyo serikali, nadhani iangalie kuna fursa zipi wanaweza kutengeneza kwa ajili ya vijana wanapotoka mahali hapa. Na ili kuweza kujua ni fursa za aina gani wanaweza Uh, kuwapa basi, wasikae wasikae mbali na nyumba hizi, wafahamu pia kuna vijana wengi sana. Mimi nimezungumza sehemu ya pombe, lakini madawa kulevya ni mengi ambao watu wameathirika nayo kwao. Wao wasikae mbali na sehemu hizi, wawe karibu na sehemu hizi, kufika katika nyumba hizi, kuzungumza nao face to face na direct, itawasaidia itakuwa matumaini kidogo, hata wanapotoka wanajua wana kufanya, lakini pia atawapunguzia mzigo hawa miliki wa hizi nyumba, kwa sababu wanabeba sometimes watu wa wengi wengine kama nilivyosema, hawana uwezo wa kulipa, hawana seri na mahitaji na nini. Kwa hiyo serikali ikiwa karibu na hizi nyumba, nadhani uh, itajua ita, ita, ita ni fursa za aina gani na msaada upi wanaweza